Katika kipindi hichi taasisi zimeendelea na jitihada mbalimbali za kuendeleza sekta ya viwanda na biashara. Hii imefanyika na kuzingatia miongozo mbalimbali ikiwa ni pamoja na dira ya taifa ya nchi yetu 2025, ajenda ya dunia ya maendeleo endelevu 2030, ajenda ya maendeleo ya bara la Afrika tuitakayo 2063, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 mpaka 2025 na mipango ya maendeleo ya miaka mitano 2021-2022 na 2025-2026 katika sekta ya viwanda na biashara zinalenga kukuza mazingira rafiki ya biashara, kuvutia wawekezaji katika nchi yetu, ambayo wawekezaji wa ndani na wale wa nje, kuimarisha viwanda na kuchochea ujasiriamali na biashara, ambapo biashara hizi zinagusa mambo ya biashara ya kitaifa na zile za kimataifa na kuboresha miundombinu katika upande wa nishati, usafirishaji, lakini kuanzisha maeneo maalumu ya kiuchumi, kusambaza ya kusambaza, lakini lengo kubwa ni kwa kuunga mkono kilimo na usindikaji, vile vile kukuza minyororo ya thamani, kuunda ajira na kuboresha ujuzi, kuhakikisha maendeleo endelevu, kukuza ukuaji wa uchumi uwe shindani. Hali kadhalika kuhamasisha uvumuzi na ubunifu katika, katika teknolojia na kukuza biashara za viwanda na vile vinavyolenga masoko yale ya ndani na masoko alika, kipindi, kamine, na kama nilivyo ainisha, yetu, nani, ya nje. Katika kipindi hichi cha miaka minne kumekuwa na mafanikio kadhaa kama nilivyoainisha katika bajeti yetu tulipokuwa tukiwasilisha pale bungeni. Ndani ya miaka minne serikali ya awamu ya sita kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imepata mafanikio makubwa sana. Na tuna kila sababu ya kujivunia na mafanikio haya yamelenga katika maeneo mbalimbali yakiwemo uendeshaji wa miradi ya kielelezo na kimkakati nchini mwetu, upanuzi wa ujenzi wa viwanda lakini uh, sa la zima atamizi na bunifu, uendelezaji wa teknolojia mbalimbali, utafutaji wa masoko ya bidhaa za Tanzania ndani ya nchi yetu na nje, vile vile ubora wa bidhaa na kiushindani wa kibiashara na, na utatuzi wa migogoro. Kwa haya ni mafanikio yake kwa ujumla wake, lakini kipindi hichi cha miaka minne mchango wa sekta ya viwanda na biashara sekta ya viwanda na biashara ni nguzo muhimu sana au muhimili mkubwa katika uchumi wa nchi yetu, inayochochea maendeleo endelevu kwa kuongeza thamani ya mali ghafi, kutoa ajira, kuongeza kipato na kuboresha teknolojia. Katika kipindi cha miaka hii minne, uh, serikali ya awamu ya sita, wizara imepata mafanikio makubwa katika sekta ya viwanda na biashara. Mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa kwa mwaka 2024 ulikuwa asilimia 7.5 ikilinganishwa na asilimia 7.0 katika mwaka 2023. Aidha, ukuaji wa sekta ya viwanda ulikuwa asilimia 4.8 katika mwaka 2024 ikilinganishwa na asilimia 4.3 katika mwaka 2023. Kwa hiyo hapa unaona kwamba jinsi gani mtiririko wa jinsi gani swala la upande wa viwanda ulikuwa ukifanya mchango mkubwa, lakini vile vile katika mchango wa sekta ya biashara katika pato la taifa kwa mwaka 2024 ulikuwa asilimia 8.6 inalengo lakini kulinganisha na 8.4 iliyokuwa mwaka 2023 20. Hali kadhalika ukuaji na kasi ya sekta binafsi ilikuwa ni 4.8 mwaka 2024 kulinganisha 20, 20, 20, na 4.2 katika mwaka 2023, na ukuaji umechangiwa na uboreshaji wa mazingira ya kibiashara hapa nchini. Ndugu na mabali wa mabibi na mabwana, katika kipindi cha hivi karibuni miaka minne hii ilikuwa mafanikio makubwa katika miradi ya kielelezo na miradi ya kimkakati. Tufahamu kwamba nchi yetu kihistoria imejipanga hasa kupitia taasisi yetu ya NDC, NDC ambayo imepewa dhamana ya shughuli za miradi ya maendeleo kwa ukubwa wake ipo chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukumbuke kwamba kihistoria tulikuwa na mradi wa kielelezo, mradi wetu wa Liganga na Mchuchuma. Mradi huu historia yake ya muda mrefu sana lakini muda mrefu sana, tunafahamu kwamba hatukuweza kupata mafanikio mradi huu. Kwa wale wanaokumbuka katika historia hata Chama cha Mapinduzi katika miongoni mwa mijadala mipana waliofanya katika Azimio la Musoma waliweza kujadili mradi huu, na kwa sababu kipindi kile cha serikali ya awamu ya nne chini ya Daktari Daktari eh, Kikwete waliweza kufanya maazimio mpaka wakasababisha waka kuweka msafara mkubwa kutoka Musoma mpaka kwenda kule Njombe, kwenda kule Njombe mkoani Njombe. Maanake ni nini? Kwamba ni jambo ambalo lilikuwa ni mtama ani matamanio ya Chama cha Mapinduzi kilichoshika hatamu kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka. Lakini hata hivyo kwa muda mrefu wa kupata mafanikio chini ya daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 4 tumeona sasa, sasa wingu lile limetanduka, lime, lime, tunaona kwamba kulikuwa na changamoto ya ulipaji wa fidia ambao fidia hii ni fedha nyingi sana, unaona kwamba ulipaji wa fidia zaidi ya shilingi bilioni 15.4, watu karibuni 1142 wote hawa wameweza kulipa fidia jambo hili limewezesha kutanzua kuanza safari mpya ya mradi huu. Lakini mradi huu ulikuwa na ukakasi mwingi sana, na hasa swala so zima la umiliki wa serikali katika mikataba, na ndio maana serikali ikaona sasa sasa lazima tuweze kufanya mapitio mapya. Leo hii tunasema kwamba kipindi hiki cha serikali ya nne imeleta mapinduzi makubwa katika mradi huu. Jambo la kwanza, swala sasa tumekuja chini sasa, kwa sababu mradi ule sasa hivi uko chini ya kampuni inayomilikiwa na serikali ya wananchi wa China. sasa tumekuja katika discussion katika upande hata wa share. Kumbuke share zile zetu za serikali mwanzo ilikuwa 20%. Sasa majadiliano yanaendelea na, na imani yetu kwa ndani ya mwaka huu majadiliano yote yatakamilika na mwisho wa siku kwamba mradi huu utaweza kutekelezwa na hasa katika maeneo ya kuona kwamba ukomo wa mradi huu utakuwaje. Kwa sababu mwanzo ukiangalia mikataba ya mwanzo mradi huu ni inaonekana kutekeleza katika mradi wa maisha yote bila ukomo wa aina yote. Mijadala tunaendelea nayo ni kuhakikisha mradi huu unakwenda sambamba na deseni. Leseni yetu ya madini ya miaka 25. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda suala zima la kuhakikisha mradi unaenda kwa kipindi cha miaka mishano, mitano, pale itapohitajika kurinyu. Sasa itakuwa ni jukumu serikali na mdau wetu kuona jinsi gani tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Kwa hiyo hili ni fanikio kubwa katika mradi huu. Lakini leo lingine upande wa share za serikali. Serikali wa huku, mwanzo, ya serikali kwa mujibu wa mradi huu kupenda mwanzo ilikuwa inaonekana ni 20%. Majadiliano yanaendelea vizuri. Lengo kubwa ni kwamba kuongeza kiwango cha share. Lengo serikali yetu iweze kupata mafanikio makubwa lakini kubwa zaidi kuona kwamba jinsi gani kama wananchi wa ujumla wake wa Tanzania wataweza kushiriki vizuri katika upande wa ujenzi wa uchumi wake kupitia mradi huu. Kwa hiyo hili ni eneo la kwanza katika mradi huu, lakini mradi mwingine ni mradi tunafahamu katika kipindi cha mradi unaitwa wa maganga matitu. Mradi wa maganga matitu ni miongoni mwa mradi ambao mradi wa kielelezo katika nchi yetu, uko pale jirani na mradi wa mchuchuma na Liganga. Mradi huu nao unaenda kuzalisha chuma matarajio yake ni kwamba ukilinganisha na yule mradi mwingine wa wa Mchuchuma na Liganga, mradi huu mwingine wa Maganga Matitu, matarajio yake utakapotekelezwa utaweza kupata wastani wa tani milioni moja kwa mwaka ya chuma ambayo itasaidia sana katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mafanikio ambayo tuna imani tuna ndani ya mwaka huu 2025, miradi hii sasa itaanza utekelezaji wake baada ya yale mambo ya msingi kuweza kukamilika. Lakini eneo lingine la pili, swala zima la mradi wa wa Magadi Soda. Tukumbuke kwamba historia ya Magadi Soda nchini mwetu ni ya muda mrefu sana. Na mradi huu nakumbuka kwamba mara ya kwanza mradi huu ulitakiwa utekelezwe katika eneo la Ziwa la na Natron. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali na hasa changamoto za mazingira ulikuwa na, na, na, na kelele nyingi sana. Ndio maana ukasababisha mradi huu ukakwama kipindi hicho. Lakini serikali kupitia taasisi ya NDC ilibidi ianze ili tena kufanya engagement mpya kufanya survey na mwisho wa siku kuona imepatikana eneo la bonde la Engaruka katika wilaya ya Monduli katika mkoa wa Arusha kuonekana kuna eneo kuna mashapo ya kutosha ya kuzalisha magadi soda tena, yenye yenye asili ya kimiminika eneo hili. Imani yetu kubwa sasa tutaenda kufanya uwekezaji mkubwa. Tushukuru sana ne, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi kirefu sana mradi huu nao ulikuwa ni mradi ambao uko katika historia katika ilani na katika mikakati mbalimbali ya serikali, lakini tushukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona umuhimu wa mradi huu chini ya kipindi chake na kutaka kuweka historia serikali iliamua kuona kwamba kwanza kufanya tathmini na ilionekana kwamba zaidi ya shilingi bilioni 14.8 inahitajika, lakini hiyo ikigawanyika katika maeneo mawili, bilioni karibuni 6.3, hii ikienda katika swala zima ulipaji wa fidia kwa wananchi, eneo lililobakia swala zima ya miundombinu, kwa sababu maeneo hayo kutakuwa swala zima ya ujenzi wa shule za anati na maeneo mengine ambayo haya sasa katika swala zima la ulipaji wa fidia, miundombinu hiyo nayo itakuwa imehamishwa kupeleka sehemu si nyingine, kwa hiyo katika eneo hilo fidia kwa wananchi zaidi bili ya bilioni 4.3 ilipaswa kulipwa. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kipindi hichi ameweza kutoa fidia kuwahakikisha wananchi wa pale wapatao takribani 595 wote waweze kuipa fidia ndani ya kipindi chake. Tumetengeneza historia kubwa sana ndani ya kipindi cha miaka minne Daktari Samia Suluhu Hassan, jambo la kwanza ameweza kutoa fidia ile ambayo inagusa wananchi zaidi ya bilioni 5.8 tan, hii sasa imeelekezwa kuhakikisha wananchi wanalipa fidia elfu tisa mia tano tisini na tano na hadi kufikia karibuni, karibu wananchi wengi wamelipwa fidia. Tumebakiwa na idadi kidogo tu, wananchi wachache ambao hawa, na wananchi takriban tisini na saba hawa ni kwa ajili ya wengine, ni swala zima ulipaji wa mirathi, utaratibu wa kimirathi na kufungua kuweka vizuri dokumenti zile kabla hawajalipa. Nafahamu mambo haya maeneo mbalimbali maeneo mengine zingine yamelikiwa na watu ambao wameshafariki. Kuna watu wao wana haki zao, lakini mambo mengine ya suala zima yako mahakamani kwa ajili ya kukabilisha utaratibu wa kesi za mirathi. Imani yetu kubwa, ambayo kazi inaendelea vizuri, na hii ni success story katika nchi yetu. Mradi huu unafungua sasa mwanya mpya wa Tanzania katika uwekezaji. Tukumbuke nchi yetu kihistoria, tunakumbuka kuna kiwanda kimoja Kioo Limited, ndio kiwanda pekee kilikuwa kina kiko nchini mwetu na malighafi ambayo inatumika katika utengenezaji wa kio ni swala zima malighafi ma, ya madini magadi soda. Bahati mbaya hii ma, miaka yote imekuwa ikiagizwa kutoka nje, ukitumia pesa nyingi sana za kigeni hivi e, karibuni sasa nchi yetu kupitia kazi kubwa inayofanya serikali Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi yetu sasa inaweka historia ya ujenzi wa viwanda vya kutengeneza vioo. Ukienda pale eneo moja inaitwa Chomjopeka pale Mkiu katika wilaya ya Mkulanga kunakuta kiwanda kimoja kinaitwa kiwanda cha Safari Floating Glass. Daktari Samia Suluhu Hassan alikifungua. Hizi ni miongoni ya success story. Alikifungua chini ya kipindi chake. Lakini ukienda pale Mkulanga kama unaenda maeneo ya Kisijukwani kuna kiwanda kingine cha Keda kila kitengeneza vioo. Viwanda hivi vyote malighafi yake ni suala zima lazima upate magadi soda. Bahati nzuri sasa mradi huu unaenda kufungua sasa sura mpya. Itakuwa sasa sio importance wa magadi soda ya Keda. Maanake malighafi itapatikana ndani ya nchi, lakini hali ya kadhalika tutakuwa na fursa ya kuweza kuexport malighafi hiyo. Kwa hiyo, hii ni miongoni mwa success story katika kipindi cha miaka minne.